Kama kuna kitu shetani anachukia kuliko ni Utatu Mtakatifu. Yaani, kama kuna nguvu kubwa, yaani uwekezaji mkubwa wa adui kupambana na Mungu, lakini na wana wa Mungu, ni kuhakikisha huyu Mungu aeleweke sawa sawa. Anajua tusipomwelewa huyu Mungu sawa sawa, tumepotea njia, tumeisha. Anatujunda anavyotaka, tutakuwa na matabia ya ajabu ajabu mpaka tunatemwa mate matabia mengine ya watu wanayo kwenye wokovu huu ni kwa sababu hawajamjua wa tu Mungu sawa sawa. Kwa an, an, anamchukulia Mungu kwa kawaida tu, anafikiria Mungu huyu, huyu wa wa yu wa, wokovu wa Biblia. Mungu wa Biblia ni sawa na vijini miungu kule tulikotoka. Anafikiria tu Mungu huyu ni wa kawaida kawaida, okay? You can be anyhow. Yaani unaweza ukaokoka and live anyhow. Lakini mtu aliyemfahamu na Mungu vizuri, mtu aliyemjua Mungu vizuri ni mtu wa tofauti ni mtu aliyebadilishwa akabadilika kabisa, anafanana naye. Ni mtu ambaye anakuwa akisikiliza kumjua Mungu sana, maana yake unapata ile asili yake, andika hiyo. Yaani unapomjua Mungu sana unajaa, una, una asili yake, na ukijaa asili yake utavutwa naye. Mambo yake yanakuvutia, yanakupendeza, mambo yake, maelekezo yake, neno lake namna zake zinakuvutia kwa sababu yani unamjua sana, mpaka sasa unaanza kumfanania, unapata asili yake, kwayo unavutwa. Kama yeye ni sumaku, wewe unakuwa na ile asili ya chuma ambayo inavutwaga na sumaku. Ukimwona mtu anapambana na mambo madogo madogo kuhusu Mungu, ujue changamoto ipo kwenye kumjua huyu Mungu. Yani, huyu mtu asipomjua Mungu vizuri, awezi kuvutwa naye awezi kuvutwa na maneno yake, awezi kuvutwa na makusanyiko ya huyu Mungu, awezi kuvutwa. Lakini ukimjua sana, the more you know him, na hiyo ndio point. Unapomjua sana, sasa, yani asili yake inajaa tu kwako, jamani sasa unakuwa unampenda, yaani wewe kumpenda kwako Mungu sio kwa kusukumwa kuhitaji four wheel drive gear yani, yani unampendaga inakuwa kama ni kitu ambacho kipogo tu. Bwana Yesu atusaidie sana, nikupe tena maandiko mengine hapa, niwaambia utamwona mwana anatofautishwa na Mungu Baba, tutaona tu zaburi 45 mstari wa sita hadi wa saba zaburi 45 sita hadi saba ongeza Waebrania wa Ebrania wa moja mstari wa nane hadi wa tisa na Yohana kumi na nne mstari wa kumi na sita hadi wa kumi na saba tena hii Yohana hii Yohana ipigie na mstari Yohana kumi na nne mstari wa kumi na sita na wa kumi na saba Mungu ni mmoja, ndio pointi ya kwanza. Pointi ya pili nimesemaje? Utatu Mtakatifu, maana yake kuna nafsi ngapi hapa jamani? Ambayo ni nani? Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Pointi ya tatu nimesemaje? Hawa watatu ukiwaangalia wana utofauti fulani, hawapingani, ila wana utofauti tu fulani, hasa kiutendaji, hasa kiutendaji. Asili ni sawasawa, ila ikishaanza utendaji wa kazi yoyote, ikitokea kazi yoyote unataka kuifanya, ndio unaona utatu mtakatifu hapa. Kama hamna kazi, unamwona yuko mmoja hivi tu peke yake, ni Mungu huyo huyo, ila huyu Mungu mmoja hutandika Mungu huyu mmoja hutenda kazi akitumia nafsi zake hai tatu, yaani hakuna kazi inafanywa bila nafsi hai tatu kushirikiana kwa pamoja kazi moja iishe. Baba ana kipengele chake, Mwana ana kipengele, na Roho Mtakatifu ana kipengele, kwa pamoja wanafanya kazi moja ila Baba anakamraba kake mwana anakamraba kake kwenye kazi hiyo hiyo moja, na roho Mtakatifu anakamraba kake kwenye kazi hiyo hiyo moja. Hapo ndio unaona wakiwa tofauti hasa utendaji unapokwepo.